Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa ni dominika ya thelathini na mbili ya mwaka C na kwa namna ya pekee tarehe ya leo, mama kanisa huwa anaadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa Basilika la Laterani. Hivyo katika adhimisho la misa takatifu kwa siku hii ya leo katika dominika hii kuna machagulio mawili, aidha kuadhimisha dominika ya thelathini na mbili ya mwaka C wa kanisa ambapo kuna masomo yake, na kwa wale atakaoadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa Basilika la Laterani kuna masomo yake pia. Hivyo, ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa ni katika masomo yanayotoka katika dominika ya thelathini na mbili ya mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya saba aya ya kwanza hadi aya ya pili na aya ya tisa hadi aya ya kumi na nne. Somo la pili ni la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya pili aya ya kumi na sita hadi sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tano na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya ishirini aya ya ishirini na saba hadi aya ya ishirini na nane. Tusikilize Injili takatifu. Baadhi ya Masadukayo wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo walimwendea Yesu wakamuuliza, wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke, ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke, akafa hana mtoto, na wa pili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto, hata watatu akamwoa na kadhalika. Wote saba wakafa wasiache watoto, mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo, atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu hu huu huoa na kuolewa lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili ya leo ni mwendelezo wa kutoaminika kwa bwana wetu Yesu Kristo juu ya mamlaka yake ikienda sambamba na mafundisho yake. Hivyo Kristo anategewa mitego na kuulizwa maswali ya kumjaribu ili tu apatikane na sehemu ya kushindwa, hususani kwa kwenda kinyume na sheria za mahalia, hususani ukisoma Injili hiyo ya Luka sura hiyo ya ishirini aya ishirini mpaka ishirini na sita tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akijaribiwa juu ya ulipaji wa kodi. Je, kulipa kodi kwa Kaisari au kulipa kwa Mwenyezi Mungu? Hivyo Bwana wetu Yesu Kristo anaeleza kwamba ya Kaisari mpeni Kaisari na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Au wakati mwingine anajaribiwa ili kuweza kutegewa mtego kwamba aende kinyume na Torati. Kwa mfano, kwa Injili ya leo tunaona Masadukayo wanarejea kwa Musa kuona sasa Bwana wetu Yesu Kristu ile jibu atakalotoa litaenda kinyume na Torati na kulikuwa na makundi mengi ya kidini ambayo yalikuwa yakitofautiana kiimani, pia kipindi hicho cha Yesu. Hivyo haya hawa Masadukayo ni moja ya makundi hayo ambayo wao hawakuwa na imani juu ya ufufuo wa wafu, malaika na kadhalika. Hivyo baadhi ya mambo yaliyokuwa yakitokea katika maisha, wanashindwa kupata majibu kutokana na kutumia akili yao ya kibinadamu iliyo na mipaka kutafuta majibu ya maswali yaliyozidi uwezo wake. Na swali linaloulizwa na Masadukayo kwa Yesu ni kinyume na imani walionayo, ingawa nao pia hawajui itakuwaje. Kumbe Yesu anatumia swali lao kutupa mafundisho muhimu na yenye nguvu kuhusu roho zetu, kuhusu maisha yetu ya hapa duniani, na kuhusu pia maisha yetu ya baadaye maisha yajayo. Ndugu zangu, kuhusu roho zetu, sisi namna tulivyo ni zaidi ya miili yetu. Mfano, ukikata sehemu ya mwili wako, kidole, ukucha, sikio na kadhalika, bado utabaki kuwa hai licha ya maumivu utakayoyapata. Ndugu zangu, namna tulivyofanyika na kuwa tulivyo ni zaidi ya kazi zetu, ambazo wakati mwingine tunazipa thamani kubwa. Hata ni zaidi ya mambo mengine yapitayo, ambayo tunayapa thamani kubwa vile vile katika ulimwengu huu. Hivyo ndugu zangu, yote hayo yapitayo yanaonekana kwetu thamani yake kwa sababu ya kile kinachosababisha sisi tuwepo na tukafanyika hivi tulivyo, na hicho ndicho ambacho kinadumu milele. Ni kitu gani hicho? Ndiyo roho zetu. Mfano kirejea injili ya Injilia Yohana sura ya sita aya ya sitini na tatu inatueleza kwamba roho ndiyo itiayo uzima, mwili ni dhaifu. Na kwa matokeo kama hayo, kumbe mwili ukitenganishwa na roho, matokeo yake ni kifo mwili huu ambao wakati mwingine ndio tunaothamini zaidi, pasipo kuwepo roho, mwili hauna kazi yoyote vilevile. Sasa, kuhusu maisha yetu ya hapa duniani, bwana wetu Yesu Kristu anasema wote twaishi kwa Mungu. Ukirejea Injili hiyo ya Luka tuliyosoma sura ya ishirini aya thelathini na nane hakuna ambaye uwepo wake hapa duniani, ndugu zangu, ni ajali. Kila mtu aliyetungwa mimba kwa utayari au kwa kutokuwa tayari, hata kama wengine husema kuwa wazazi wangu hawakunitaka mimi nizaliwe. Ndugu zangu, sote tumeumbwa na Mungu kupitia wazazi wetu, wote tumeumbwa kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo, ndugu zangu, kila mwanadamu ana thamani na kila mwanadamu Mwenyezi Mungu amemfanya vile alivyo, hivyo tutambue thamani yake iliyopo, ambayo inamfanya vile alivyo. Na kuhusu maisha yetu yajayo, ambapo imekuwa kitendawili pia hata kwa Masadukayo, ni juu ya muunganiko na Mungu katika uzima wa milele. Ndugu zangu, katika tamaduni zetu tuna picha tofauti tofauti za kufikirika juu ya hiyo mbingu ipoje. Na ukifuatilia kwa undani, unakuta kila mmoja anafikiria kutokana na mazingira yaliyopo na mfumo wa maisha aliyoyapitia au anayoyapitia. Hata kama Masadukayo katika swali lao ni kutokana na mfumo wa maisha waliokuwa nayo. Mwisho wa siku, picha zote hizi ni katika kujaribu kutengeneza kile ambacho ni fumbo kwa mwanadamu, kiasi kwamba sasa picha nzuri ya kufikirika kwa mtu mmoja, kumbe inaweza wakati mwingine ikawa mbaya kwa mtu mwingine. Ndugu zangu, bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha uzima wa milele si wa namna ya kufikirika kama uzima wa hapa duniani. Uzima wa milele ni uzima mkamilifu hapa duniani, ndugu zangu, tuna mipaka na wakati mwingine tunakusongwasongwa na mambo mengi. Kristo mwenyewe pamoja na mwili wake hasa anapotuambia tazameni mikono na miguu yangu ya kuwa ni mimi mwenyewe, ukirejea Injili ya Luka sura ya ishirini na nne aya thelathini na tisa Lakini katika kufufuka kwake hakuurudi uzima wa kidunia Ni nini ambacho tunaambiwa ndugu zangu? Kumbe wakati huo huo ndani yake wote watafufuka pamoja na mili yao wenyewe walionayo sasa, lakini mwili huo utageuzwa katika mwili mtukufu, katika mwili wa Roho. Rejea katekisimu ya kanisa Katoliki namba 999. Mwisho mwishoni ndugu zangu kumbe wapendwa, roho zetu zitajazwa uzima, amani na utukufu wa Kristo. Tutakuwa pamoja na Mungu na katika amani tuingojeao, tuingojeayo na kuitafuta kwa shauku kubwa. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.